Tazama aliyowasaidia a amsaidi mwana Mungu, nataka tujue, hivi si kila unayemsaidia ameandaliwa kukusaidia. Ndio maana nimekuambia rafiki aliyekufaa elfu mbili na ishirini na tano yawezekana asikufaa elfu mbili na ishirini na sita yawezekana kabisa asikufaa elfu mbili na ishirini na sita Uliyemtegemea elfu mbili na ishirini na tano yawezekana yawezekana yawezekana kabisa, hakufai kwa elfu mbili na ishirini na sita. Uliyekuwa naye elfu mbili na ishirini na tano bega tu bega na maisha yako yakawa vile vile, choka mbaya vile vile, elelele, badili tazama, badili dira, badili kuwaza kwako. Nakwambia kuna watu hautakiwi kuvuka nao, kuna hasira Umetembea nazo huu, unaacha mchoro na ni mlango wa zirooni, unaacha mlango wazirooni wa adui kukupiga. Unaacha ni mchoro, ni kama ramani.